Usiwe, siwezi kutembea, aliomba mkurugenzi mtendaji. Kisha mama mmoja mweusi aliyeshi peke yake alibadilisha kila kitu. Mvua ilipiga kwa nguvu kijitoni, wakati mwanaume aliyevaa suti iliyojaa damu alitambaa katika udongo, mkono mmoja ukishikilia mguu wake na mwingine ukijaribu kufikia simu ambayo haikuwepo. Mahali fulani nyuma yake, kicheko kiliangika, baridi, kilichozoeleka kisicho na huruma. Alikuwa amewajengea watu hao mali, akawaamini kama ndugu. Sasa walimtazama akitoa damu. Usiwe, siwezi kutembea, alisema kwa sauti iliyopasuliwa chini ya dhoruba. Bunduki ilikatika. Hatua za miguu zilizoweka mbali. Ukimya ulimweza hadi vivuli vidogo viwili vivu vikaonekana mwishoni mwa kijitoni, moja akiwa na tochi inayowaka na mwingine akining'inia, mama bado anaishi. Kila kitu kilichofuata kingebadilisha maana ya nguvu. Kabla hatujaendelea zaidi, tungependa ukibofya kitufe cha kujiunga. Msaada wako una maana kubwa kwetu na unatusaidia kukuletea hadithi zenye nguvu zaidi. Sasa tuanze. Mvua ilianza wakati Ethan Voss aligundua kwamba hesabu hazikupatana, safu za miamala zilipuliza kwenye skrini ya kompyuta yake kibao, uhamishaji wa fedha, ankara za uongo, akaunti za kiroho zenye majina ambayo hakuyatambua. Mfano wake kwenye kio ulionekana mkubwa zaidi, mdogo zaidi. Nyuma yake, jiji lilinga kama mnyama likimtazama akizama katika nuru yake. Alisuguasugua kipaji chake, pumzi isiyo thabiti. Hapana, hii haiwezi kuwa sahihi. Lakini ilikuwa msaidizi wake. Yule aliyekuwa akimletea kahawa kwa miaka sita, alikuwa amesaini kila uhamishaji. Majina ya washirika wake yalionekana karibu na yake. Uhaini ulikuwa umefumwa katika kila sifuri. Alifunga kompyuta kibao na kuegema nyuma. Mapigo ya moyo yakiongezeka. Ukimya katika ghorofa yake ya juu ulihisi kama umeandaliwa. Kimya sana, safi sana. Kisha ubao wa sakafuni ukapaaza. Aligeuka. Kivuli camonaume kili simama karibu na mlangoni, mwawuli ukidondoka maji. hukupaswa paswa kuona hiyo, Ethan. Mapigo ya moyo ya Ethan yaliingia kouni. Alijaribu kufikia simu yake, lakini mtu mwingine akatoka kwenye vivuli. Dereva wake. Sijambola kibinafsi bwana. Risasi ilipasuka katika chumba kama ngurumo. Maumivu yalirarua paja lake. Joto likimwagika chini ya mguu wake. Alijikwa, akishikilia ukuta, akihema, usiniue, siwezi kutembea. Hawakujibu. Moja alikanyaga fimbo yake kando. Mingine akashika makoba ulio na hati za ushahidi. Fanya ionekane kama wizi, mtu mmoja alinong'ona. Mvua ili moshe alipoburuzwa kijitoni nyuma ya jengo lake mwenyewe. Saruji ilinukia mafuta na takataka. Nioni iliota kwenye vidimbwi kama damu iliyomwagika. Ethan alitamba kuelekea nuru ya gari lilipita, vidole vikiteleza udongoni. Baragumu lililia, kisha ukimya. Gari lilikimbia kwa kasi. Alijilaza nusu kuzama, akipumua kwa haraka na hofu. Kila pumzi ile ilijana ladha ya chuma. Mahali fulani juu, ng'urumo ilisikika ikisia kicheko cha chumba cha mikutano ambacho kwa wakati moja kilifuata kila neno lake. Alikumbuka ufalme aliokuwa ameujenga, minara ya chuma, wawekezaji ambao waliinua bilauri kwa ujanja wake. Yote yaliondoka kwa kivuto kimoja cha kibitania. Macho yake yalipofoka, mwili wake ulihisi uzito zaidi. Mvua ilipoza ngozi yake, kisha ikageuka baridi. Alisemea gizani, mtu yeyote, tafadhali. Upepo tu ndio ulijibu, ukisugua sugua magazeti kote kijitoni kama masufi. Mkono wake ulitetema mara moja, kisha ukatulia wakati taa za mbele zilipogeuka pembeni, na kwa dakika moja kabla ya kila kitu kiendegiza, aliapa kwamba alisikia hatua ndogo zikisagasaga kwenye vidimbwi. Hatua hizo zilikuwa za msichana aliyekata kutazama upande mwingine. Viatu vya Maya vilikata vidimbwi. Mama yake Lena alifuata hudi ikivutwa kwa nguvu kijitoni. Kulinukia karatasi mbichi na mafuta. Wakati tochi alena ilimgundua mwangaza ulitetemeka, kisha ukasimama: suti iliyoharibiwa, damu kwenye paja lake, macho yameganda, lakini yenye tahadhari. Alisujudu akijaribu mapigo ya moyo kwa vidole viwili. Anaishi, alisema kwa sauti ya chini. Aliteleza jaketi yake chini ya kichwa chake Akararua kipande cha shali yake na kuifunga juu ya jeraha kwa kuvuta kwa haraka na ustadi. Alikomba na kushikilia lami. Alijaribu kuinuka, mguu wake ukajikuna. Lena aliweka kiganja juu ya bega lake, polepole walimvuta juu, hatua kwa hatua kuelekea jengo lao. Alisogea kwa pumzi zilizopasuka, taya likibana, ngumi zikifunguka na kufungwa. Maya aliendelea kuangalia nyuma, Akiogopa kwa sababu ya sauti ya parapanda na mwangaza kwenye dirisha ambapo mtu alitazama na kisha kutoweka. Gorofa yao ilikaa katika gorofa ya tatu iliyopakwa rangi kwenye pembe. Balbu ya kijitoni ikivuma kama nzi. Ndani, joto lilipasuka kupitia bomba la kale. Lena alisafisha kochi inayokunjika kwa kushuka moja. Akatupa blanketi juu yake na kumwongoza chini. Chumba kilikuwa na faraja ndogo, sabuni ya lavenda kwenye sinki na viatu vya shule vikitakiwa kwenye radieta. Lena alinawa mikono yake mikono ya vazi ikizungushwa, minendo ikiruka na kwa utaratibu, pombe ya kuosha taulo safi, mikasi wa jikoni, sindano na uzi kutoka kwenye kopo lililo katika . Maya alisogea karibu. Pumua, Lena alimwambia akionyesha. Ndani kwanne, nje kwanne. Aliga kwa kutetema mwanzoni kisha kwa uthabiti zaidi. Alimosha jeraha, harufu ya chuma iliinuka na maji yaliyotiririka. Alitazama dari kana kwamba anaogopa ingefunga. Lena aligundua makomba kwenye kiganja chake, herufi kwenye mkono wake wa kufuli, utulivu uliozoelewa wa mwanaume aliyezoea ya kungoja doruba nyuma ya kiu, sio mlevi wa mitani sio shida ya nasibu. Mtu aliyevunjwa kwa makusudi. Majirani walinongona kwenye kijitoni, polisi walikuwa nyuma, mwanaume alinongona. Sauti nyingine: alionekana tajiri. Hatua za miguu zilipotea, gorofa ilitulia katika kimya kilichokatizwa na mvua na mlio wa chuma wa vifaa. Alishona polepol, akihesabu kila kupita. Alichukua mara moja. Kisha akasimama, pumzi ikifukia duara dogo kwenye hewa baridi. Maya aliwasha birika kwa sababu ndio watu walifanya, wakati ulimwengu ulipasuka. Mlio ulikatiza kimya, walihifadhi maswali yao kuwa madogo. Njina? Allergies? Unaweza kutikisa vidole vya migu yako? Alijibu kwa vipande: Ethan, hapana, ndio. Alipogeuka Lena alirekebisha taa kuinua bega leke na kusukuma kipozeshi karibu na miguu yake. Kipozeshi kilikata kisha kikashikilia. Usiku ulienea, jiji lilivuma. Na katika mshono kati ya pumzi moja na nyingine, mkataba ulifunga, maisha yake mikononi mwake, utulivu wake ndani yake. Alilala. Alfajiri, Lena aliangalia bendeji tena na kuegema nyuma, macho yakifungwa kwa sekunde iliyoguka dakika. Hakujua ulimwengu wake. Hakujua kodi yake ilikuwa imelipa, kwa sasa kuishi kulishinda utambulisho. Nje anga liliingia samawati. Maya alifunika blanketi hadi kidevu chake na kuninginia. Yuko salama. Nuru ya asubuhi iliteleza kupitia mapazia yaliyoraruka, ikipaka mistari midogo kwenye uso wa Ethan. Rangi ilirudia mashavuni mwake lakini macho yake bado yalichukwa dhoruba. Alikaa ametegemea ukutani, akifuatilia plasta isiyo sawa kwa macho yake, aina ya nyufa ambazo pesa hazikuweza kurekebisha. Lena alimpa kikombe cha uji wa joto. Unahitaji chakula, si kiburi, alisema akiweka karibu naye. Alijaribu kutabasamu, lakini alitabasamu tu kwa pumzi. Asante, sauti yake ilikuwa kokoto aina inayotokana na maumivu na kimya zaidi ya kusema. Siku zilipofoka katika wiki, ghorofa ndogo ya Lena ikawa mahali pa salama pasipokuwa na maneno. Mguu wa Ethan uliponya polepole pole. Umeshonwa kwa huduma na subira yake. Aliposimama alitumia mpini wa ufagio kama msaada. Angenda kwenye dirisha akitazama mitaa chini, watoto wakicheza mchezo wa kukimbizana, malori ya utoaji wakivuma ilihisi ili kigeni na kupona kwa wakati mmoja. Kila asubuhi Maya aliangalia mapigo ya moyo yake kwa umakini wa muuguzi. Kijana bado anaishi, angesema kwa tabasamu, na kila wakati angetabasamu sauti iliyokuwa na kutu na ambayo haikuzoeleka kwake. Ratiba ya Lena haikubadilika kamwe. Zamu ya subuhi kwenye duka la kufulia nguo, kazi ya pili kusafisha maofisi usiku. Hakumlalamika kamwe, hakumvuliza ni nani, ingawa lazima alikuwa amejishangaa. Ishara peke ya udadisi ilikuwa jinsi alivyoangalia saa yake mara kwa mara, mfano wa bei ghali uliokatika na bado ukisema wakati. Kisha usiku mmoja, wakati wa kuosha sahani, televisheni ndogo kwenye kaunti ilishika tahadhari yake. Kichwa cha habari kilisogea chini. Mkurugenzi mtendaji wa bilionia Ethan Voss alitangazwa kufa kisheria. Alika kimya. Sponji iliteleza kutoka mikononi mwake. Sauti ya mtangazaji iliendelea. Mwili haukupatikana kamwe. Washirika wa biashara walichukua udhibiti wa kingoja mpito. Katika mfano wa kabati la kiu, Uso wa Ethan ulipata rangi ilivyopungua, alifikia kaunti ili kujiweka nimekufa, alisemea nusu kucheka nusu kuvunjika. Maya alitazama kati yao. Huko kufa, alisema kwa sauti ya chini. Alimeza kwa kua nguvu, bado sijafia. Kwa mara ya kwanza Lena aliona kitu kikirundikana nyuma ya utulivu wake, sio kiburi cha utajiri, bali upweke wa mwanaume aliyefutwa Aliweka mkono wake juu ya mkono wake. Labda ni nafasi ya kwanza upya, alisema kwa sauti ya chini. Usiku huo hakuweza kulala. Alikaa karibu na dirisha akitazama nuru ya mwezi ikimwageka sakafu. Alikumbuka vyumba vya mikutano, kushikana mikono, sauti tupu ya bilauri zikililia. Alikuwa amezungukwa na watu ambao walisema wangekufa kwa ajili yake, hata hivyo walimwacha akufe. Alfajiri Alimtazama Lena akienda kazini. Koti lake lilikuwa jembamba sana kwa baridi, viatu vyake vilikuwa na roho zilizochaka. Bado alisogea kwa heshima, kichwa juu, kila hatua kwa makusudi. Aligundua wakati huo kwamba nguvu halisi haikuja kutoka kwa nguvu au cheo. Ilitoka kwa watu kama yeye, wale waliendelea kutembea hata wakati maisha yalifanya iwe ngumu wakati aliporudi jioni hiyo ghorofa ilinukia supu ya joto Ethan alipika kwa ufumbi kwa uchungu lakini kwa kiburi alichoma mkusanyiko wa kwanza alicheka kwa msururu wake mwenyewe na kuutumikia hata hivyo malipo kwa kuokoa maisha yangu alisema Lena alionja akakinikina na akifikiri unachoma vizuri zaidi ya wanaume wengi kupika ilikuwa kicheko cha kwanza hali sikati kati yao Sio kutoka kwa adabu bali uchovu ulioshirikiwa. Nye, teluji ilianza kuanguka, ikisambaza dirisha kwenye nyeupe. Kwa mara ya kwanza katika miezi, Ethan hakuota kampuni yake. Aliota amani ya kicheko ikikisia polepole katika jiko dogo ambalo linukia sabuni ya lavenda na supu iliyochomwa. Hakuwa tena mwanaume aliyewahi kutawala anga. Alikuwa ni mwanaume tu ambaye alikuwa amepata nyumbani ambapo upendo haukuwa na bei. Majira ya joto yalikuja kama ahadi ya kimya. Barafu iliayuka kutoka kwa barabara za miguu na mguu wa Ethan ulifika kwa mwanga na kila hatua. Alikuwa amenyoa kukata nywele zake na kubadilisha nguo zilizokopwa kwa koti dogo la kijivu lena alilipata kwenye duka la vikombe. Sasa alionekana wa kawaida aina ya mwanaume ambaye angeweza kupotea katika umati bila kutambuliwa, lakini akili yake ilikuwa inaonyesha tena. Kila ripoti ya habari, kila mnong'ono wa kampuni yake, kila mahojiano ya kiburi kutoka kwa wanaume waliomsaliti iliwaka kama moto wa polepole ndani. Walikuwa wamejenga ufalme wake kuwa jukwaa lao wakifuru juu ya kubeba urithi wake wakati wa kumwagamiza mishipa ya kila kitu alichofanyia kazi. Lena aligundua makini ya zamani ya kirudi, kugonga kwa vidole vyake, ukimya mrefu kabla ya alfajiri. Unapanga kitu, alisema jioni moja alipokunjua nguo. Alikutana macho yake, uso usioweza kusomeka. Ninaweka mambo sawa. Usijipoteze ukifanya hivyo, alijibu tayari umegundua kitu bora hapa, lakini hakuweza kupumzika wakati waongo walifanikiwa. Asubuhi moja aliondoka mapema, ameoshwa vizuri, moyo imara, folda imewekwa chini ya mkono wake. Ndani kulikuwa na faili ambazo msaidizi wake hakuweza kupata: data iliyofichwa, nakala za siri zilizofichwa, ushahidi wa kila dola iliyoibiwa. Lena alitazama kutoka dirishani alipozunguka pembe, jua likikagua picha yake Hakuonekana kama bilionia au kiroho. Alionekana kama mwanaume akirudi katika hadithi yake mwenyewe. Alipoingia makao makuu ya kampuni, mpokeaji aliangusha kahawa yake. Ukumbi uliingia kimya wakati fimbo yake ilikata marumaru. Kamera ziligeuza, wafanyakazi walinong'ona, je, ni yeye? Amekufa? Ethan hakusema hadi alipofikia chumba cha mkutano watu hao ambao wa walimpiga risasi walisimama, wameganda, rangi ikitiririka kutoka nyuso zao. Msaidizi wake wa zamani aliinuka akitetemeka. Ethan, tulifikiri uliondoka. Mlitumaini nilikufa, alisema kwa sauti ya chini, akisukuma folda kwenye jedwali. Kamera za usalama zilinasa kila kitu: ungamo, hofu, kuwasili kwa polisi dakika baadaye. Nje waandishi wa habari walizunguka wakati pingu zilikata. Mwandishi moja wa habari alipoita, umekuwa umekua wapi wakati wote huu? Ethan alisimama kwenye hatua na kutazama zaidi ya umati kuelekea mtaa wa kimya maili mbali ambapo mwanamke na binti yake labda walikuwa wakimngojea. Alisema tu kujifunza kinachofaa. Usiku huo alirudi nyumbani. Lena alifungwa mlango kabla hajagonga. Macho yake alitafuta uso wake kusoma uzito aliuchukua. Imekwisha, imekwisha, alisema. Na sasa? aliuliza. Alipumua kwa polepole, akiacha folda kwenye jedwali. Sasa naishi tena. Asubuhi iliofuata jina lake lilijaza kila kichwa cha habari: mkurugenzi mtendaji anarudi kutoka kwa wafu, wasaliti wamekamatwa. Lakini kile kilichomshanga hakikuwa sifa, ilikuwa magendeleo aliokuwa tu kwa ajili ya pesa zake. Alipanga yote yajani, mwingiliaji wa dhahabu na hadithi ya bahati nasibu. Lena alisoma maoni mauni kwenye simu yake iliyopasuka, midomo ikibana. Maya aliitupa kando. hawajui chochote alinong'ona. Ethan alinyosha ali niosha mkono na kuzima skrini. wache waseme alisema kwa sauti ya chini, kamwe hawajawahi Kuona upendo halisi unavyoonekana. Alikaa karibu na Lena akipiga kidole gumba juu ya kovu la kuponya bado kwenye paja lake. Walinichukua kampuni mara moja, alisemea, lakini sitawacha wachukue amani yangu. Aligemeza kichwa chake kwenye bega lake. Taa za jiji zilipuliza kupitia dirisha. Kwa mara ya kwanza, kimya hakikuhisi tupu. Kilihisi kama kilichopokewa. Kama kimya baada ya dhoruba ambayo karibu kuwa meza wote wawili. Ukumbi wa densi ulija kamera, zili puliza sauti zikinong'ona, viatu vilivyochujwa vikipiga kwenye maru-maru. Ethena alisimama kwenye podium katika suti nyeusi iliyoshonwa uzito wa macho elfu ukisukuma kifuani mwake. Nyuma yake skrini ilionyesha alama ya kampuni yake iliyozaliwa tena chini ya jina lake. Tena alirekebishaji kipaza sauti, sauti imara lakini ya chini. kila mtu hapa anajua hadithi yangu, alianza. Mesoma vichwa vya habari, uongo, maswali kuhusu ni nani aliniokoa. Wimbi la unong'ono ulipita kupitia umati. Aliacha ilale kabla ya kuendelea. Ukweli ni rahisi zaidi ya nadharia zako zote nilipoacha kufa, mwanamke mmoja mgeni alinibeba nyumbani, alinilisha nilipokuwa siwezi kusogea. Alinirudisha maisha yangu. Lena alisimama karibu na upande wa jukwa, hakuwa na starehe katika vazi lililopewa, mkono mdogo wa binti yake ukishikilia wake, tazilipata uso wake na kila kamera ikageuka. Ethan alitabasamu kidogo. jina lake ni Lena Brooks, na kama si kwa ajili yake Nisingekuwa nikisimama hapa. Alisimama, akiwacha kimya kikubwa hadi ikahisi takatifu. Alinifundisha kwamba utajiri hauna maana kama huna moyo uliosalia kukitumia. Vitu vikashika wakati aliposogea kutoka kwa podium na kumkabili. Wanakuita mwingiliaji wa dhahabu, alisema sauti laini lakini kisikika kwenye ukumbi. Lakini hawajui kwamba dhahabu Inaonekana hafifu karibu nawe. Alipiga goti moja, akitua sanduku dogo la pete kutoka kwenye mfuko wake. Lena, uliokoa maisha yangu kabla sijagundua kuwa yalikuwa na thamani ya kuokoa. Je, utanoa? Mikono yake ilitetemeka, macho yalianga kwa kutoku sadiki. Ethan, alisemea, kisha akanikina kwa machozi. Chumba kilizuka mionzi, makofi, nyuso zilizoshanga lakini Ethan hakusikia chochote, alimuona tu mwanamke ambaye alikuwa amegeuza kifo chake kuwa mwanzo. Baadaye walipoenda nje, waandishi wa habari walilia maswali. Alitazama anga la usiku na kusema kwa sauti ya chini, ulimwengu ulijaribu kunizika, lakini alinifundisha kuzaliana tena. Na kama Maya alipojifunga mbele yao, kicheko kikimwagika kwenye mwangaza wa taa za mitaa jiji ambalo kwa wakati mmoja waliwapuuza sasa lilisimama kimya likitazama jinsi ukombolezi ulivyoonekana wakati upendo uliandika nguvu upya. Kama hadithi hii ilikugusa, kumbuka wema unaweza kuandika tena hata mwisho wa giza zaidi. Bofya kujiunga kwa hadithi zenye nguvu zaidi za ukweli, ambapo huruma inashinda tamaa na waliosauka wanakuwa mashujaa, na tuambie katika maoni.